Kitabu cha Ezekieli sura ya thelathini na moja na thelathini na mbili. Naam, kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo, karibuni sana wapendwa mahali hapa. Tunaendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, ambapo wakati huu tunaendelea na kitabu chetu kizuri cha Ezekieli sura ya thelathini na moja na thelathini na mbili. Wapendwa, pia unaweza ukafuatilia kipindi hiki kwa kup pitia katika chaneli zetu ya YouTube pamoja na Facebook ambao YouTube inafahamika kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, kwa Facebook pia jina ni hilo hilo, ambapo kwa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow kama bado haujafanya. Namna hiyo itakusaidia kila wakati upate vitabu hivi na uendelee kuvisoma kwa muda wako. Karibuni sana wapendwa, tusali tuendelee na siku ya leo. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo tunaendelea kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Mungu tusimamie ili Bwana tuweze kuelewa, tukinge na kila roho zote za yule mwovu. Neema yako Mungu tunaomba ikae upande upande wetu wetu, maana Mungu ukiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Mungu tuwezeshe, tuweze kulielewa neno lako na hekima yako ijifunue ndani yetu, ili sote tuendelee kuwa salama na tuendelee kung'ara katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro. Mlango wa thelathini na moja. Ikawa katika mwaka wa kumi na mmoja, mwezi wa tatu, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, mwambie Farao mfalme wa Misri na jamii ya watu wake. Je, umefanana na nani katika ukuu wako? Tazama mwashuri alikuwa mwerezi katika Lebanoni, wenye matawi mazuri na kifuniko chenye uvuli na kimo kirefu, na kilele chake kilikuwa kati ya matawi mapana. Maji yalimlisha, vilindi vilimstawisha, mito yake ilipita pande zote za miche yake, naye akapeleka mifereji yake kwa miti yote ya kondeni. Basi kimo chake kilitukuzwa kuliko miti yote ya kondeni, na vitanzu vyake viliongezeka, matawi yake yakawa marefu, kwa sababu ya maji mengi aliyoyachipuza. Ndege wote wa angani walifanya vioto vyao katika vitanzu vyake, na chini ya matawi yake wanyama wote wa kondeni walizaa watoto wao, na chini ya uvuli wake mataifa makuu yote walikaa. Basi hivyo alikuwa mzuri katika ukuu wake katika urefu wa matawi yake, maana mizizi yake ilikuwa karibu na maji mengi. Mierezi ya bustani ya Mungu haikuweza kumficha, misunobari haikuwa kama vitanzu vyake, na miemori haikuwa kama matawi yake, wala bustanini mwa Mungu hamkuwa na mti wowote uliofanana naye kwa uzuri. Nilimfanya kuwa mzuri kwa wingi wa matawi yake, hata miti yote ya Adeni iliyokuwa ndani ya bustani ya Mungu ilimwonea wivu. Basi Bwana Mungu asema hivi: kwa kuwa umetukuzwa kimo chako, naye ameweka kilele chake kati ya mawingu, na moyo wake umeinuka kwa urefu wake, mimi nitamtia katika mikono yake aliye mkuu kati ya mataifa, naye atamtenda mambo. Nimemfukuza kwa sababu ya uovu wake, na wageni na watu wa mataifa watishao wamemkatilia mbali na kumwacha juu ya milima na katika mabonde yote, matawi yake yameanguka na vitanzo vyake vimevunjika karibu na mifereji yote ya nchi, na watu wote wa dunia wameshuka wakitoka katika uvuli wake, na kumwacha juu ya magofu yake. Ndege wote wa angani watakaa, na wanyama wote wa jangwani watakuja juu ya matawi yake, kusudi mti wowote wa ulio karibu na maji usijitukuze kwa sababu ya kimo chake, wala usitie kilele chake kati ya mawingu, wala mashujaa wake wasisimame katika kimo chao kirefu. Naam, wote wanywao maji, maana wote wametolewa wafe, waende pande za chini za nchi, kati ya wanadamu, pamoja nao washuka ushimoni. Bwana Mungu asema hivi: katika siku ile alipotelemka mpaka kuzimu, naliamuru matanga na likifunika kilindi kwa ajili yake, nikaizuia mito yake, nayo maji makuu yalizuiwa, naliamuru Lebanoni kumwombolezea, na miti yote ya kondeni ilizimia kwa ajili yake niliwatetemesha mataifa kwa mshindo wa kuanguka kwake, hapo nilipomtupa chini mpaka kuzimu pamoja nao washuka ushimoni. Na miti yote ya Adeni, miti iliyo miteule na iliyo mizuri ya Lebanoni, yote inywayo maji, ilifarijika pande za chini za nchi. Hao nao walitelemka kuzimuni pamoja naye kwa watu waliouawa kwa upanga, nam wale waliokuwa mkono wake waliokaa chini ya uvuli wake kati ya mataifa umefanana na nani hivi katika utukufu na ukuu kati ya miti ya Adeni? Lakini utashushwa pamoja na miti ya Adeni hata pande za chini za nchi, utalala kati ya hao wasiotahiriwa pamoja na hao waliouawa kwa upanga. Huyu ndiye Farao na jamii yote ya watu wake, asema Bwana Mungu. Mlango wa 32. Ikawa katika mwaka wa 12, mwezi wa kumi na mbili, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, mfanyie Farao mfalme wa Misri maombolezo, umwambie, ulifananishwa na mwana simba wa mataifa, lakini umekuwa kama joka katika bahari, nawe watoka kwa nguvu pamoja na mito yako na kuyachafua maji kwa miguu yako na kuitia uchafu mito yao. Bwana Mungu asema hivi Nitautanda wavu wangu juu yako kwa kusanyiko la watu wa kabila nyingi, nao watakuvua katika jarife langu. Nami nitakuacha juu ya nchi kavu, nitakutupa juu ya uso wa uwanda, nami nitawaleta ndege wote wa angani watue juu yako, nami nitawashibisha wanyama wa dunia yote kwako wewe. Nami nitaweka nyama yako juu ya milima na kuyajaza mabonde kwa urefu wako, tena kwa damu yako nitainywesha nchi ambayo waogelea juu yake hata milimani, na mifereji ya maji itajawa nawe. Nami nitakapokuzimisha, nitazifunikiza mbingu na kuzifanya nyota zake kuwa giza, nami nitalifunika jua kwa wingu, wala mwezi hautatoa nuru yake. Mianga yote ya mbinguni iangazayo nitaifanya kuwa giza juu yako, nami nitatia giza katika nchi yako, asema Bwana Mungu. Tena nitawakasirisha watu wengi mioyo yao nitakapoleta uangamivu wako kati ya mataifa, uingie katika nchi ambazo hukuzijua. Nami nitawashangaza watu wa kabila nyingi kwa habari zako, na wafalme wao wataogopa sana kwa ajili yako, nitakapotikisa upanga wangu mbele yao, nao watatetemeka kila dakika, kila mtu kwa ajili ya uhai wake, katika siku ya kuanguka kwako. Maana Bwana Mungu asema hivi: upanga wa mfalme wa Babeli utakujia kwa panga za mashujaa. Nitawaangusha watu wako wote jamii, hao wote ni watu wa mataifa watishao, na watakiharibu kiburi cha Misri, na jamii ya watu wake wengi wataangamia. Tena nitawaharibu wanyama wake wote toka kando ya maji mengi, na mguu wa mwanadamu hautayatubua tena, wala kwato za mnyama hazitayatibua. Ndipo nitakapoyafanya maji yao kuwa safi na kuiendesha mito yao kama mafuta, asema Bwana Mungu. Nitakapoifanya nchi ya Misri kuwa ukiwa na jangwa, nchi iliyopungukiwa na vitu vilivyoijaza, nitakapowapiga watu wote wakao ndani yake, ndipo watakapojua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Hayo ndiyo maombolezo watakayoomboleza binti za mataifa, wataomboleza kwa hayo kwa hayo wataomboleza kwa ajili ya Misri na kwa ajili ya watu wake wote jamii, asema Bwana Mungu. Ikawa katika mwaka wa kumi na mbili siku ya kumi na tano ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, walilie watu wa misri wote jamii, ukawabwage nam yeye na binti za mataifa mashuhuri, hata pande za chini za nchi, pamoja na watu washukao wa shimoni. Umemshinda nani kwa uzuri? Shuka ukalazwe pamoja na wasiotahiriwa. Wataanguka kati ya watu waliouawa kwa upanga ametokwa apigwe na upanga mvuteni, aende mbali pamoja na watu wake wote jamii. Walio hodari watasema naye toka kati ya kuzimu, pamoja nao wamsaidiao; wameshuka wamelala kimya, hata wasiotahiriwa hali wameuawa kwa upanga. Ashuru yuko huko na watu wake wote jamii; makaburi yake yamzunguka, wote pia wameuawa, wameanguka kwa upanga, ambao makaburi yao yamewekwa pande za shimo zilizo mbali sana. Wote jamii wamezunguka kaburi lake, wote pia wameuawa wameanguka kwa upanga, waliofanya utisho katika nchi yao waliohai. Elamu yuko huko na watu wake wote jamii, pande zote za kaburi lake, wote pia wameuawa wameanguka kwa upanga, walioshuka wali hawana tohara hata pande za chini za nchi, ambao waliwatia watu hofu katika nchi waliohai nao wamechukua aibu yao pamoja nao washuka ushimoni. Wamemwekea kitanda kati ya hao waliouawa pamoja na watu wake wote jamii, makaburi yake yamzunguka, wote pia hawakutahiriwa, wameuawa kwa upanga, maana maogofyo yao yalifanyika katika nchi ya walio hai. Na wamechukua aibu yao pamoja nao washuka ushimoni. Amewekwa kati ya hao waliouawa. Mesheki yuko huko na Tubali na watu wake wote jamii makaburi yake yamzunguka wote pia hawakutahiriwa, wameuawa kwa upanga, maana walifanya utisho wao katika nchi ya walio hai. Je, wasilale pamoja na mashujaa wao wasiotahiriwa walioanguka walioshuka kuzimbo pamoja na silaha zao za vita, ambao wameweka panga zao chini ya vichwa vyao, na maovu yao mifupani mwao? Maana waliwatisha mashujaa katika nchi ya walio hai lakini utavunjika kati ya hao wasiotahiriwa, nawe utalala pamoja nao waliouawa kwa upanga. Edomu yuko huko, wafalme wake na wakuu wake wote ambao katika uwezo wao wamelazwa pamoja nao waliouawa kwa upanga; watalala pamoja na hao wasiotahiriwa, pamoja na hao washukao shimoni. Wakuu wa kaskazini wako huko wote pia, na Wasidoni wote walioshuka pamoja na hao waliouawa kwa sababu ya utisho waliofanya katika uwezo wao, wamefedheheka nao wamelala hali hawana tohara pamoja nao waliouawa kwa upanga, nao wanachukua aibu yao pamoja nao washuka ushimoni. Farao atawaona naye atapata faraja juu ya watu wake wote jamii, naam Farao jeshi lake lote, waliouawa kwa upanga, asema Bwana Mungu, kwa maana nimeweka utisho wake katika nchi ya walio hai naye atalazwa kati yao wasiotahiriwa, pamoja na hao waliouawa kwa upanga, yeye Farao na watu wake wote jamii, asema Bwana Mungu.